hivi tunafanya ukaguzi wa hesabu kikamilifu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu bado kuna vyama vya ushirika vinafanya vibaya na bado vyama vingine vya ushirika vinapata hati mbaya <coughs> au hati zenye mashaka katika ushirika. Kwa nini zinapata hati za ina mashaka? Inawezekana wanakiuka taratibu, na wakati mwingine sio kama kunakiuka taratibu, kuna wizi, wanakiuka taratibu taratibu, na pengine wanapotakiwa takiwa sasa kuleta dokumenti hii na ile na ile inakuwa haipo. Lakini kama tutaweza kufanya ukaguzi wa hisabu mara nyingi iwezekanavyo, na pengine kwa kutumia taasisi au kwa kutumia vyombo ambavyo vinavyoweza kutusaidia vongo kwa maana za kompyuta na vitu vingine, tutaweza kuepuka kupata hati chafu, hati mbaya, hati sijui zenye mashaka, hati gani katika masuala haya yaliokupatikana. Kwa hivyo ombi langu la kwanza au la pili, sisi kama watu wa bodi, wajumbe wa bodi, basi tuhakikishe kwamba tunafanya ukaguzi uliokamilika tena wa mara kwa mara au kwa mujibu wa taratibu katika ivilaba vyetu vya ushirika. Lakini je, huo mkataba umepitiwa na wanasheria ili na wao kujihakikishia kwamba vipengele vyote vya sheria vinakidhi katika kuingia na mkataba na hauji kuumiza chama cha cha cha ushirika? Kwa hivyo swala la ya uingiaji mikataba na vyama vya ushirika, nawaomba sisi kama wajumbe wa bodi wa na pengine katika haya mafunzo basi mendelee kusisitizana, ili iendelee kuwa vizuri na yenye kuleta manufaa kwa vyama hivi vya ushirika. <laughs> Mimi niwaombe sisi kama wajumbe wa bodi wa tujitahidi iwezekanavyo basi tuondoe au tuepuke migogoro ndani ya vyama vyetu, huwa na maadili mema. Sisi kama viongozi, maadili ni kitu muhimu mm, na nafikiri kwa sababu mrajisi hapo amenambia kwamba mmemleta mtu wa rushwa, wa maadili, mtua nani au wote wataendelea kutukumbusha jinsi sisi kuwa na maadili, na maadili ni vitu vingine vingi tu. Naitwa Cecilia Sosteneth ni mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika Mkoa wa Morogoro, na leo hii mafunzo mauza mafunzo kwa kwa ajili ya viongozi ambao ni wajumbe wa bodi wa vyama vikuu pamoja na uh, mradi wa pamoja Mkoa wa Morogoro na vyama vikuu vitatu ambao ni Kiku, Kiku pamoja na Mufaku, lakini pia kuna mradi wa pamoja ambao ni Magore Magole yenyewe inahusika zaidi na uh, kilimo cha miwa walo, tumewakutanisha wajumbe wa, wa bodi lakini na watendaji wao waku kimaisha meneja pamoja na si. Semina hii au mafunzo haya ni yatakuwa kwa muda wa siku tatu kuanzia tarehe 16 hadi tarehe 18, na lengo lake kubwa ni kuwajengea uwezo wajumbe wa bodi pamoja na watendaji wao katika maeneo mbalimbali. Kwanza tunahimiza kuwe kuna swala la huujua ushirika majukumu ya wajumbe wa bodi waweze kutekeleza majukumu yao na hili niokasa lakini, vile vile kuna maswala ya ukaguzi na uandishi wa vitabu vya hesabu ambao vyama hivi vinajiendesha, lakini kwa taratibu ni lazima viwe vinakaguliwa, lazima wajue kutunza vitabu vyao, lazima wajue namna ya kuandaa taarifa za fedha. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba vinapata uwezo na watendaji wao ambao tunaamini wanaajiriwa kwa mujibu wa sifa, kuondoa hati chafu na kufanya kwamba hivi vyama viwe na hati safi viweze kuami. Kwa jina anaitwa Damiani Mashauri, ni mkaguzi wa vyama vya ushirika wa mkoa wa Morogoro lazima yeah, imeongelea ishu ya umuhimu wa teknolojia kwenye vyama vya, yeah, ushirika. Lakini tunaona kweli teknolojia kwa namna moja au nyingine ina jibu au inajibu maswali mengi ikiwepo la kutunza kumbukumbu sahihi, lakini kurahisisha pia upatikanaji wa taarifa pale zinapohitajika. Lakini pia teknolojia inasaidia pia hata wakati wa mazoezi ya ukaguzi, tunaona vyama vinavyotumia mifumo. Sasa hivi vyama vya ushirika vijafika kabisa kwenye kwenye hii akili mnemba. Kwa jina anaitwa hawahii mm, ni mwenyekiti wa chama si cha wakulima cha Ulanga, Kilombero, Mlimba na Malinyi. Chama chetu hiki kina wanachama 42. Kwamba sisi wanachama wetu ni ampes kweli, mpaka sasa hivi chama chetu kina mafanikio mazuri, sasa hivi tunaendesha Tuko katika kuendesha mfumo wa stakabadhi mazao galani, ambao kwa msimu huu tumemaliza mwezi uliopita, tumemaliza zao la ufuta na mpaka tumemaliza tayari, tumeuza tani, tulikusanya tani milioni kumi na mbili, na hilo limesaidia sana halmashauri kupata ushuru bila changamoto.